Tukisalia katika sherehe hizo za mashujaa ni kwamba licha ya kaunti ya Kitui kufikia asilimia 34 ya maeneo yenye umeme, bado kuna baadhi ya vijiji ambavyo vimesalia gizani kwa kukosa umeme. Mlima Nzambani unakukaribisha rasmi katika kaunti ya Kitui. Lakini wakati huu tunafululiza maeneo ya Kitui Mashariki katika soko la Imumba. Biashara zinaendelea kama kawaida, ni soko ambalo linaendelea kukua na kwa sababu ya joto jingi eneo hili, wengi wanajenga vibanda vya makuti. Wafanyibiashara biashara wanaelezea changamoto wanazozipitia kutokana na ukosefu wa umeme. Tuseme tangu tupate uhuru tunjapikiwa na mambo ya stima, ile mwangaza wa jua ndio wanafanya e, simu zetu tuna, tuna, tuna, tunaweka moto na kama hakuna then unashinda ukiwa mteja. Wakati mwingine kupata matibabu inakuwa ni shida kutokana na ukosefu wa mawasiliano. Mambo ya ujauzito, anataka kujifungua then inakuwa ni challenge because utapigiwa simu hata ukiwa uko wapi, utapigiwa simu upatikane. Na kama utapatikana then simu yako inaweza kuwa haina moto. Mita chache kutoka soko hili ni boma la Paul Komu. Tumefika kwake saa za jioni, wanawafungia mifugo katika zizi, kisha anasaidia watoto wake kufanya kazi ya ziada waliopewa shuleni shida ni kulipia taa za sola kupata mwangaza. Kama ziko kumi na tano tu ndio tumelipia, siku ingine kumi na tano ndio mwezi ishe, tunakaa kuangiza tu. Kuna kitu chenye tunafanya katika soko jingine la Nditime, kaunti hii ya Kitui. Hapo wamepata stima miaka tatu iliyopita, maisha yao yamebadilika pakubwa. stima tumepata kama baada ya miaka mitatu, na imetusaidia sana kwa biashara, kwa kazi na kwa mwangaza. Waziri wa Kawi kaunti ya Kitui, Richard Mwendandu, anasema wanashirikiana na shirika la kusambaza umeme kufikia watu wengi. According to the Kenya Power, accessibility to Kenya is in Kitui is about that 4% and we would want to see our connection to villages, families and so on increase to over 60% Licha ya eneo hili la Kitui kuwa pana, serikali ya Kitui inapanua utumiaji wa sola. That is one aspect we have really embraced and we are promoting and as when you travel through the county you can see solar for lighting for security. Solar we are solarizing our boreholes so that uh, we reduce the cost of uh, of pumping water. Susan Dunda Runinga ya Citizen.